Wakati umefika wa kutoa taarifa ya kazi tuliyoifanya jana. Mwenyekiti kwa kuhesabu kura ni spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano akisaidiana na spika wa Baraza la Wawakilishi. Naomba viongozi hawa wawili sasa wanipe hiyo taarifa. Ngoja, niitazame. Imekamilika hii, zipo zinazotakiwa sasa Mheshimiwa spika tangaza CCM oye Mapinduzi watawe Asante, Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wake wote wawili, viongozi wangu waasisi na wastaafu, waheshimiwa wandugu zangu wajumbe wa kamati kuu, halmashauri kuu na mkutano mkuu huu, assalamu alaikum. Bwana sifiwe, atumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuishukuru sekretariat kwa maandalizi mazuri kabisa ya mkutano huu, lakini pia naomba nikupongeze we mwenyewe, maana we ukisema neno lako lazima linakuwa aliposema tutakuwa na ukumbi mpya sisi wengine tulidhani kiini macho, kumbe ndio huu ukumbi na mheshimiwa rais alisema hivyo ho, siku nyingine nitajenga chuo kikuu Yudom na si ukasema, tajengaje kipo. Kwa hiyo ana sifa ya kusema na kufanya. Lakini ya pili, naomba niwapongeze mchakato wa kumpata mshika bendera wetu, chakato likuwa wa kihistoria. Walikuwepo kina mama wengi tu, yani kile kitendo cha kujitokeza tu kugombea kutoa nia ni jambo kubwa kubwa sana, hasa kwa kina mama. Na naona hiyo tunataka kutekeleza ile 50 50 ikija <laughs> Haijatokea, wale watatu bora ilikuwa 55 50, 50 alikuwaje? Ilikuwa ngapi? 64 40. Sasa hiyo ni dalili njema. Mimi naomba niwapongeze wote walioanza ngazi ya mwanzo mpaka walipofikia kilele, haijapata kutokea kwa wanawake kugombea tu mpaka kilele, haijawahi kutokea. Imetokea wakati wa awamu ya nne ya CCM oye, oh, yeah! yeah! Aya, basi nianze sasa kusema yaliyotokea. Niseme nisiseme, nilonge nisilonge, basi tunawashukuru sana kwa nafasi mliotupa sisi kwenda kushuhudia kura zenu mlizozipiga kwa mapenzi makubwa na kwa furaha kubwa na kwa umoja mmoja mkubwa. Kura zote zilizopigwa zilikuwa elfu mbili mia nne na ishirini na mbili. Ndio kura zote zilizopigwa zilizoharibika sita, kwa hiyo kura halali... Sema, sema polepole <laughs> Naanza upya, naanza upya tena upolepole. Kura zilizopigwa zilikuwa elfu mbili mia nne na ishirini na mbili Kura zilizoharibika zilikuwa sita, ah. <laughs> Wengine walipiga zote wengine waliweka pembeni mradi tu, labda walikosea mewani, hawakuwa naye. Kwa hiyo zikabaki kura halali. Kura halali ni elfu mbili mia nne na kumi na sita, elfu mbili mia nne na kumi na sita. Kwa hiyo baada ya ku, ku, kuchambua na, na, na wale mawakala wetu, walikuwa wakala wetu Amina Makilagi, alikuwa anti Hamza Hassan Juma <laughs> alikuwa <laughs> aya, alikuwa ndugu Rodrick Mpogoro. Hawa ndio walikuwa mawakala wa wapiga kura na wakati huo huo Spika Kificho na Spika Makinda, tulis, tulisaidiwa na ndugu Mohamed Saif Hatibu, halafu na na sekretariat ndugu Ana Mringi Macha. Baada ya kuhesabu, ikaonekana kama ifuatavyo Mheshimiwa Dr. Asha Rose Migiro alipata kura hamsini na tisa. Hii ni sawasawa na asilimia mbili nukta nne. Mheshimiwa Balozi Amina Salim Ali alipata kura miambili hamsini na tatu. Kura mia mbili hamsini na tatu, sawasawa na asilimia kumi nukta tano. Nilonge nisilonge, kwani hesabu hamjui? Hesabu hamjui hamsini na tisa jumulisha na mia mbili na hamsini na tatu zinakuwa zinabaki ngapi? CCM oye! CCM na umoja oye! umoja ni ushindi oye! Basi tulipofika tumehesabu we, tumepokea we vikajaa mpaka mezani huko na huko, tukaomba na msaada wa kuweza kuweka kumi kumi, vikafika Mheshimiwa John Pombe Magufuli kura elfu mbili mia moja na nne. Kwa hiyo basi Mheshimiwa, ngojeni kwanza, ebu wana rudi, ngojeni kwanza, mimi sijamaliza kwanza, nimekosea. Kaeni kwenye viti vyenu, nimekosea nime, mnisikilize vizuri, nilikosea kusema Mheshimiwa Pombe Magufuli amepata kura elfu mbili mia moja na nne sawa na asilimia themanini na saba nukta moja.